Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa pishi la tambi na nyama ya kuku kidali na maanisha injika kikaangio au sufuria jikoni. Weka nyama yako, hakikisha unaikaanga kwa moto mkali ili isitoe maji na usikaange nyingi kwa wakati mmoja. Dakika tatu zikipita geuza nyama yako upande ambao nyama ni mbichi kabisa. Hakikisha unakaanga nyama vizuri, lakini haiwi kavu, yaani haiivi kabisa. nyama yako ikishabadilika rangi, sasa iepue, yani itoe kwenye mafuta. Unaweza kutumia kikaangio hicho hicho, ila mimi nilikiosha. Nitaweka mafuta ya alizeti, nikaweka bata, weka kitunguu maji, kaanga kitunguu chako vizuri. Weka tangawizi na kitunguu saumu, changanya. Weka pilipili pili kavu kama unapenda, sio lazima. Changanya changanya mpaka usikia harufu nzuri ya kitunguu saumu, kisha rudisha zile nyama jikoni, endelea kuzikaanga. Nilikuambia nyama zako zisiive sana, kwa sababu hapa tunaendelea kuzikaanga, zitaiva vizuri. Nikaweka nyanya ya box, nikaweka nyanya ya kopo, yani inakaa vile imeungwa. Hii hapo sio lazima, unaweza tomato paste. Changanya, funika, pika mpaka mafuta yaanze kujitenga. Changanya. Weka viungo mchanganyiko hivi hapo, weka chumvi kiasi, changanya. Weka cream ya kupikia, changanya. Endelea kukoroga. Sasa hivi hatufuniki. Mimi niliweka cheese. Koroga koroga, acha sosi yako ichemke mpaka mafuta yaanze kujitenga. Kama hivyo, yanaonekana juu. Koroga tena. Hakikisha cream yako inaiva vizuri. Unaona yangu imebadilika rangi, juu mafuta yamejitenga. Hapa weka tambi zako ulizozichemsha pembeni. Unaweza kutumia tambi hizo au makaroni. Changanya vizuri, hakikisha tambi zako zinaenea ile sauce. Hapo utaona tambi zimenyonya ile sosi yote, weka maji ya tambi uliochemshia tambi kiasi, kisha changanya tena. Haya maji yanasaidia tambi zinyonye ile sosi vizuri na zisiwe kavu. Acha zichemke kwa muda wa dakika tatu mpaka mafuta yaanze kuonekana, kisha pakua. Nimepakua, nimeweka pilipili kavu, nitaweka na parsley kavu. Sasa unaweza ukajilamba na familia. Ukipenda tambi zako ziwe na pilipili, unaongeza pilipili, ni wewe tu na chaguo lako. Asante kwa kuangalia video, usiache kusubscribe.